Mbele na washambuliaji wawili, nikaanza kuwaza, kwani mwalimu anakuja saa si gani hii ya mpira? Baada ya after time, nimeenda kuonana na moja wa benki moja wa viongozi, kauliza leo tuwachezaje, akaambia hapana, mwalimu ametuambia kwamba leo anataka kutoa nafasi kwa wachezaji wote wapate nafasi, ambao wajacheza hata kina wesu wawesu leo watachani watacheza ili wapate mechi fitness. Mechi ya leo mwalimu anatumia kuwapa nafasi wachezaji ili wapate mechi fitness, akatumia kwa ligi kuu kwa sababu tuna mechi ngumu za kucheza. Kwa leo hamtuona mpira mnaotaka nyinyi. Dokta mwaeleweni hivyo. Ah, ndio nikaanza kuelewa, kumbe, ndio maana Lucho amecheza akapombe iko, iko nje. Nikaanza kuelewa, oh, leo unamwona mtu kama Jinchazi au leo amecheza kiungo central central midfielder namba 8 si bora? Malizito na kiungo chake. Hapana, hakuwa bora sababu hii namba sio kwake. Au sio sio central midfielder. Au ni ni creator, ni ni namba 10 ambaye most of time anacheza kupitia kushoto unaelewa kwa hiyo eneo la center striker ni eneo ambalo ndio mpishi wa timu maana yake ni kiungo ambaye anaunganisha timu ya nyuma na timu ya ya mbele kwa hiyo ndio maana unaona baada ya Abrahams kutoka timu ikashinda fanye kucheza vizuri haikuwa na muunganiko sababu ilikuwa ni mpango kazi wa mwalimu unaelewa Elia Mpanso leo yes. amemkaba <todit> <ma yu, todit> <alien panza, todit> sana kwa sababu ndo mchezaji ambaye yeah. unajua mwalimu wa uh, zin zingizini hospas ni mwalimu mzuri amefanyia homework vizuri. Klabu ya Simba ameisoma on paper, amefuatia zile mechi zake ambazo imecheza, akajua strength eh, strength iko wapi yake na weakness yake iko wapi, na ndiyo maana akaamua kuja na mfumo huu wa kuweza kuwa protect Simba, kuwazuia wasitize mpira ambao wameuzuia koo. Ni mpe credit, ni mwalimu mzuri ambaye amefanya homework vizuri, yake vizuri. Amewajua wachezaji hatari wa Simba akawa identify leo amekuja kuwauliza so maswali magumu hapa. Ndio maana unaona mtu kama alie Mpasi Msahara ametembea na watu wawili kwenye zona maki yake box box Yanga Afrika jana wamepita kwa sababu lefaria kwa familia mazambi kibao anapeta anawanyima, anawanyima wale wale Simba seka anawanufaisha anga Afrika wale anga anga Afrika, Afrika wamecheza na akili kubwa ya kuona manufaa <laughs> Uje. Uje kocha gani? Pedro. Mwye, huyo Pe brother, baada ya kumtangaza kocha wao, nimeenda kwenye Google, nikaandika who is Pedro. Brother, kwanza hajulikani. Mimi Dr. Mohamed Hamisi hapa. Ukienda kwenye Google, ukaandika who is Dr. Mohamed Hamisi? Google itakuletea paka picha yangu. Nime CV yangu, nimesoma wapi? Shule ya msingi, sekondari, A level, O level, mpaka chuo kikuu itakuletea nimeenda kwa Google, nimeuliza zaidi ya mara kumi Pedro Konkakevu, kaukakevu eh bana, majibu ya ajabu yametoka pale, ni kiumbe cha ajabu akija kutokea duniani uh-huh. Brother, hakuna kocha kama huyo Yanga. Afrika wamempata kocha wa mtongo mtongo, ili siku tatu, bada mechi tatu nne, wamfukuze tena, wapige hela Ndakushtua, sasa wapiga hela wanakosa. Hey. Unafikiri hmm, hii project ya kufusa makocha, makocha sita na msimu mmoja ni project ya kupiga hela <laughs> ah? Kata huyu mtamwona mechi mbili za ligi kuu na mechi mbili za CAF mbili group stage. Na kocha Brother, kocha. Kwa ah. Taratibu, taratibu. Twende. Kocha Nabi kabla ya Tanzania, ulikuwa jua, ulikuwa mjumbe. Kwa nini, kwa nini kuambia kocha Nabi? Ndio nasema sio wote. Taratibu sio wote. Wapi ametoka wapi? Mpira duniani kote. Makocha wanajulikana. Kwa sababu makocha wamesoma mashirikisho ya mpira wa miguu. Kwa duniani world is connected, you know? Dunia wewe, unaona unaona vyombo vya habari vyote, vyombo vya habari duniani vinajulikana. Yaani ukiingia hapo ukagugua vyombo vinakuja duniani kote, vinajulikana kwamba Tanzania vyombo vya habari viga vitakuja, na Jaja TV chini zote zinakuja. Yule kocha hayupo kwa rekodi ya ukocha. Ametoka wapi? Amefundisha timu ya Angola? Lakini wapi? timu gani? Wapi wapi? Wewe yup yup yup yup, timu gani? Itaje, itaje timu gani? Timu ya taifa eh? Mama yangu, jamani, kocha huyo